Mshambuliaji wa Nigeria, Victor Osimhen ameweza kutupilia mbali ofa nono ya kuweza kujiunga na klabu ya Al Hilali ya Saudi Arabia licha ya klabu yake ya Napoli kuweza kufikia makubaliano na vigogo hao kutoka Saudi Pro League kuhusiana na mazungumzo ya mshambuliaji huyo ambaye alikuwa Galatasaray kwa mkopo katika msimu ambao umeweza kumalizika. Al Hilali iko tayari kabisa kuweza kumlipa Mnigeria huyo mshahara mnono kabisa wa Euro milioni 30 ambazo ni zaidi ya Tanzanian shillings bilioni 91 kwa mwaka huu akiwa na kifungu cha kuweza kuachiwa cha Euro milioni 75 huko Napoli huku nyota huyo akionyesha dhamira yake kabisa kuendelea kusakata kabumbu barani Ulaya. Osimhen mwenye umri wa miaka 26, ambaye aliweza kuisaidia Galatasaray kutoa ubingwa wa Uturuki, anahusishwa na vilabu kadhaa vya barani Ulaya vikiwemo vilabu vya ligi kuu England, Serie A huku kwa sasa akifanya tathmini ya ofa ambazo zilizopo mezani na kuweza kujua kwamba ni wapi ambapo ataweza eh, kutimkia. Victor Osimhen akiwa na klabu yake ya Italia mwaka 2022, mwaka 2023 aliweza kuisaidia Napoli kuweza kutoa ubingwa wa Serie A kwa mara ya kwanza baada kwa ya miaka 33, aliweza kuwa mfungaji bora wa Serie A baada ya kuweza ku E, shinda magoli 26 akiwa kama mfungaji bora wa Serie A. Aliweza kuwa mchezaji bora wa Kiafrika wa kwanza kabisa kuweza kuweka historia ya kuweza kufunga mabao mengi kabisa kwenye Serie A ndani ya msimu mmoja akiwa na Galatasaray ya, ut ya Uturuki. Aliweza kuweza kuisaidia klabu yake katika msimu wa mwaka 2024 2025, akiwa kwa mkopo. Aliweza kuisaidia klabu hiyo kuweza kutwaa mataji mawili ya ubingwa wa ligi kuu ya Uturuki na kombe la e,

Aliweza kushinda tuzo ya mfungaji bora Golden Boot eh, akiwa na mabao 26 aliweza kuchaguliwa kuwa mchezaji bora eh, nchini Uturuki. Lakini pia, lakini pia akiwa na taifa lake la Nigeria mwaka 2015 akiwa katika kikosi cha vijana Nigeria, under 17 aliweza kushinda kombe la dunia la vijana na kuweza kutoa bana ubingwa. Lakini pia aliweza kupata eh, kiatu cha dhahabu katika kipindi hicho hicho Golden Boot kama mfungaji bora lakini kwa Victor Osimhen aliweza kuvunja rekodi ya kuweza kuingia kwenye hiyo rekodi ambayo ni moja kati ya wachezaji ambao wanawania kwenye Ballon d'Or ya mwaka 2023. Asa hivi bado yupo katika kuumiza kichwa, ni klabu gani ambayo ataenda kudondokea eh, kwa sababu kumeonekana kabisa kwamba kunavyo vilabu vingi ambavyo vinaendelea kumtaka eh, Victor Osimhen kuendelea kukiwasha eh, kuendelea kupiga kabumbu katika vilabu hivyo. Tupe mtazamo wako kwa mdau wa soka kutoka kipande chochote ambacho upo right now. E Bana uko na mtazamo gani? Drop comment yako nyonja comment hapo, usiache kusubscribe kulike, kwa ajili ya taarifa kadha kadha kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Chochao.